Chimbuku la hii siku ni maandamano ya miaka ya elfu moja na mia tisa na kumi na moja ambayo huko Marekani wanawake waliandamana kupinga unyanyasaji wa wanawake na uonevu na matendo ya kikatili, na kwa hiyo tukaanzia wakati huo, lakini kufika kwenye miaka ya 77 tukaridhia kufanya siku ya tarehe nane ya mwezi wa tatu kuwa ni siku ya kina mama ya kujitathmini na kutafakari namna ambavyo wameendelea kupambana na unyanyasaji, kupambana na uonevu, kupambana na ukatili juu yao, na tuka, na tukaendelea kujitathmini hadi tulivyofika hapa siku ya leo. Lakini nafikiri siku ya leo badala ya kutafakari tukiwa na majonzi makubwa, kwa upande wetu sisi wa Tanzania na kwa mwaka huu wa 2025 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, nafikiri leo mmeona muda mrefu zaidi umekuwa ni wa kufurahia matokeo mazuri na mwenendo unaotia moyo katika kuhakikisha kwamba tunajenga jamii ya Watanzania iliyo sawa bila ya kujali jinsia. Wanawake oye! Ndiyo sababu umejitokeza hapa ikawa kazi kubwa sana ni kufanya nini? Kazi kubwa ni kufurahia. Na kwa hiyo mimi niwaombe, kwa yale yote ambayo tumeelezwa hapa tuendelee kuyazingatia, lakini yako machache ambayo nataka ni ya kazie. Tumeelezwa katika risala, tuendelee kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za wanawake. Iko dhana potofu ambayo inasema eti wanawake wao kwa wao hawawezi kukaa pamoja wakajenga nguvu ya pamoja ya kusonga mbele. Ni kweli ama sio kweli? Sio kweli. Na kwa hiyo dhana potofu ya kusema kwamba eti wanawake wao kwa wao hawawezi kukaa, mbona nyinyi mlioko hapa sasa hivi ni wengi kuliko sisi? Hivi mkiamua kutufukuza hapa, tutafua dafu? na kwa hiyo ni ukweli kabisa kwamba bado mnaweza kuendelea kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za akina mama na haki za watoto na wale wengine wote ambao wako katika kuonewa. Lakini tu tuhimize wasichana wetu kupata elimu bora. Ziko nyimbo na maelezo yaliyotolewa hapa, na hiyo tunatakiwa tuendelee sasa kuifuta kwamba sisi akina mama tusiwe mstari wa mbele wa kutokuhakikisha kwamba watoto wetu hata wa, hasa watoto wa kike wanapata elimu, kwa sababu tunajua kwamba elimu ndiyo msingi wa ukombozi wetu. Tuendelee kuwa walezi bora wa familia zetu, tuendelee kuwa walezi bora. Na hapa kwa wakati mwingine hapa sidhani kama wakina mama ndio wanaoambiwa sana hapa. Tunaambiwa sisi akina baba tuendelee kuwa bega kwa bega na akina mama katika kulea nini, katika kulea familia zetu. Tena sio kulea tu, kulea bila ubaguzi, kuhakikisha kwamba watoto wa kike na watoto wa kiume wote kwa pamoja tunawalea katika misingi iliyo bora na ili wakuwe kwa pamoja kwa ajili ya maslahi ya maendeleo ya nchi yetu.